ya kidunia kuhusiana na eh, teknolojia ya kompyuta. Naam, leo tunaangazia kijana maarufu aliyewahi kudukua mfumo wa Marekani eh, ambaye anajulikana kwa jina la Jonas James ambaye alijulikana sana kutokana na u, uh, udukuzi wake akiwa na umri mdogo sana. Naam, tumfahamu Jonathan James, kijana mdogo aliyewahi kudukua serikali ya Kimarekani. E, naam, jina lake kamili anaitwa Jonathan Joseph James. Alizaliwa Disemba 12 mwaka 1983, Florida Marekani, na alifariki Mei 18 2008. Umri, e, aliodukua serikali ni miaka kumi na tano, naam. Uh, Jonathan uh, James aliyojulikana kwa jina la utani la mtandaoni kama Comlade, mwaka 1999, akiwa na umri wa miaka 15, alifanikiwa kudukua mfumo unaoenda kwa jina la NASA ama shirika la anga la Kimarekani na Department of Defense, yani DOD ya Marekani kodi ya mfumo Wakimf, uh, kodi uh, ya mfumo wa kimfumo wa anga yani international space station. Aliweza kudhibiti mfumo uh, mifumo ya usalama na ku, uh, kusoma barua pepe za maofisa wa serikali mbalimbali ehe. Na tukiangalia athari za udukuzi ambao uh, bwana mdogo aliweza kufanya, NASA ilazimika uh, kufunga mfumo wake kwa wiki tatu ambao uligharimu zaidi ya dola elfu arobaini kurekebisha mifumo. Na alikamatwa na kufikishwa mahakamani eh, mwaka elfu mbili Jonathan alikubali makosa na akawa mtu wa kwanza nchini Marekani kutiwa hatiani kwa udukuzi akiwa na umri mdogo sana. Alikumiwa kifungo eh, cha nyumbani kwa miezi sita, alizuriwa kutumia kompyuta kwa muda maalum alitumikia kifungo cha jela kwa sababu alikuwa bado ni kijana mdogo sana. Na mwaka 2008 Jonathan James alijitoa wai akiwa na miaka ishirini na nne aliacha barua eh, ya kuonyesha alikuwa uh, amejivujika eh, moyo wa hofu eh, ya kuhusishwa na udukuzi mkubwa wa kibenki uliotokea wakati huo unaodhaniwa kufanywa na kundi fulani. Nuku kutoka kwa Jonathan James alisema: I honestly true hope those change adopt. But if they don't, I have no faith in the justice system. Anasema kisa cha Jonathan kinatumika kama onyo juu ya uwezo mkubwa wa vijana katika teknolojia. Pia ni ufundisho au fundisho juu ya matumizi sahihi ya vipaji vya teknolojia. Serikali nyingi zimeanzisha program za kuhamasisha vijana kutumia ujuzi wao kwenye, eh, kwenye njia halali kama eh, ethical hacking. Jina langu unaitwa Charles na leo tulikuwa Charles na kompyuta pamoja na Jonathan James, kijana mdogo eh, na mdukuzi ambaye jawai kutoka duniani. Tuungane katika sessions zingine zinazofuata hapa hapa kwenye kompyuta na Charles.